Naamini msiamini, isingetumika namna ya ambayo watu walikuwa napigwa risasi, mlikuwa munapinduliwa kabisa. Naambie, yangetumika tu mabomu ya machozi peke yake, mbona tungekuwa tunaongea mengine hapa? Sasa mimi nawaonya na wa, nawaambia na, kama mtu wa Mungu kama mtumishi wa Mungu nawaambia kama haya mambo yataendelea tena ya watu kupotezwa potezwa kupotea, afu anakuwepo watu tukiwapoteza, polisi msiwatafuta, na zikawepo skendo skendo fulani amemteka fulani kateka mtu fulani hawa ma, maafisa wa polisi wanaotajataja kina Mafuere, twendeni mbele, twendeni mbele, mtakuja kuyakumbuka haya maneno, naye yasema hapa. Yes uh, shalom mtu uh, wa Mungu. Leo nafikiri kuongea maneno haya kwa dakika chache na kwa muda mchache kidogo, niseme kwamba e, haya yanaweza yakapelekea taifa letu tena likaja likaingia kwenye machafuko. Aidha linaweza likaingia kwenye machafuko kwenye kipindi Raisi Samia ukiwa madarakani, au hata kwenye kipindi tena ambacho kitakuwa cha uchaguzi tena. Sasa nataka niseme maneno haya kwamba njia ambayo inaweza ikapelekea watanzania mkaja au wakaja wakaelewana na viongozi wao, mimi naamini sana, mara kadhaa hata nimekuwa nikisema kwamba kumongoza mwanadamu kwa kumlazimisha apite kwenye sehemu ya mawazo yako hata kama yanamuumiza, au apite kwenye welekeo wako ambao wewe ulitaka lazima wafuate hata kama wataki, ni vigumu sana. Natumai Oktoba 29 na tulipoendelea paka tarehe kama za salasini na mbili pale, au salas, si salasini na moja, si salasini na mbili pale, si salasini, naamini sana kuna kitu viongozi wa Tanzania mtakuwa mmejifunza kwamba watanzania ni watu wa namna gani, lakini pengine pia tunaweza tukawaza na tukatafakari. Kipindi cha Magufuli ushawishi wa watu kuandamana haukuwepo, kwa sababu zilikuwepo kazi ambazo Magufuli alizokuwa nazifanya, hata kama kulikuwa kuna ukali, kwa sababu hata kama ukisema alikuwa ni mkali ndio maana mkoa mnaogopa, lakini tunaweza tukarudi. Kwani majeshi yaliyotumika kwenye wakati ule wa Magufuli na yaliyotumika kipindi hiki cha Rais Samia si ni yale yale? Kwa sababu mimi nachoweza kujua, rais hana uwezo wa kukabiliana na wananchi mtaani, ila wanaotumika kukabili wananchi ni askari na wanajeshi, labda na vingine vingine, ingawa wanajeshi eh wamegawanyika nao sasa, huko nisiende sana, ila tunakuja, narudi hapa kwamba naamini kilichofanyika kwenye kipindi hiki cha Rais Samia akiwa yuko madarakani na kipindi hiki cha uchaguzi ambao ni Oktoba 29. Na uhakika sana kitakuwa kimelisemesha taifa kwa sehemu na kimewasemesha viongozi. Sasa narudi hapa, nachotaka niongee, kama mambo yataendelea kwa namna hii, napongea hapa ndugu yangu anaitwa Martin James, mshirika wangu, rafiki yangu kipenzi cha moyo ambaye kuna kama kuna washirika ambao naweza nikawa naongea kwa pale Dodoma, ambao nilikuwa nao, kwa sababu sasa siko Dodoma, basi yule ni mshirika namba moja kuliko wengine wote. Alikuwa anafanya kile ambacho ndicho takachokuwa tunakitoa kanisani, tumejifunza aidha kutoka kwenye makongamano, aidha kwenye mahubiri ya sisi ya pale ambao tunakuwa tunahamasishana na tumekuwa tukipita naye kwenye sehemu nyingi, tumetembea naye, tumefanya naye vitu vingi. Sasa napoongea hapa, Oktoba 21 alichukuliwa na watu wasiojulikana ambao alikuja pale. Sasa siwezi nikaongelea tena kwa upana zaidi, ila tu naongelea kwa sehemu kwamba walikuja wakiwa wanasema kwamba kile kiwanja ambacho tulichojenga kanisa ni chao na kimejengwa kimakosa, ila kiwanja kile ni cha mzee wetu Mbarikoma Kipesile ambaye yuko Mbeya. Yeye alinunua pale kwa lengo kitumike kwa ajili ya masuala ya ibada kitumike kwa ajili ya masuala ya ibada, na sisi tukawa tumejenga pale hema letu kwa ajili ya kufanyia ibada. Sasa wale watu walikuja wakiwa wanajitambulisha kwamba si kiwanja ni cha kwao, mpaka baadaye wakawa na picha, wakawa wakiwa na picha ya ndugu yangu, ingawa baadaye nikaja nikapata taarifa wale watu hawakuwa tu na mtafuta tu yeye peke yake bali walikuwa pia wananihitaji na mimi pia kwa sababu walitaja kanisa la kikosikazi cha, kwa maana nyingine, walikuwa tayari washatujua, walikuwa wanatufahamu na wametufuatilia siku nyingi, kwa taarifa nilizoweza kuzipata za ndani kidogo, ambazo e, hata Pastor Kabigumila anitumia ujumbe kwamba hata wewe huko kwenye most wanted sana, kwa hiyo kuwa makini na kuwa mwangalifu hicho ndo kilichopelekea wakati mwingine nikamua nika, nitoke nika, nika, pale Dodoma, ili kupisha uchaguzi, kwa sababu e, hata walikuwepo ndugu zangu ambao tunaabudu nao pale na mawazo ya watumishi kadha wa kaza, yalikuwa najaribu kuonyesha kwamba embu pisha kwanza, ondoka mazingira ya Dodoma. Sasa ibidi niheshimu mawazo ya wale ndugu, hata nikatoka mazingira yale ya Dodoma, ili kuwepo mazingira mengine kupisha uchaguzi. Sasa nataka niongee hiki kwamba kama mambo yataendelea kuwa haya ya watu wataendelea kuchukuliwa chukuliwa kwa namna hii na watu wasiojulikana, kwa sababu tulipita vituo vyote, hiyo siwezi nikaelezea sasa mpaka na Mocho alitolipita. Ila nakuja narudi tu kusema kwamba huwezi ukamtiti mwanadamu kwa staili hiyo, kwa sababu na hakika kilichowafanya watanzania waandamane ni hii hali ambayo unakuta watu wanapotezwa na wako watu wanajitapa, watu kiwapoteza polisi msiwatafute. Hata kiongozi mkuu unaposimama, anapokuwa ametokea mtu amepatwa na majanga, kuchukuliwa na watu wasiojulikana, akauawa, unasimama unaanza kusema kwamba kifo ni kifo tu yani, unaongelea bila kuonyesha thamani ya, ya roho ya mtu aliyepotea. Sasa nisemacho ni kwamba machafuko huenda yakaendelea tena, au ya yakaja yakatokea Wito wangu nachokisema, natoa wito huu kwamba itafutwe namna yoyote ile ya kukomeshwa mambo haya kibabe. Alafu pia kuna kitu kingine nawaza sana, kwamba pengine wenzetu wenye dini ya Uislamu, mbona kwa nini waga, mkiwa mumetawala mkiwa ndo hamu yenu ya kutawala, ndo watu wanapitia vipindi vigumu kwa sababu ukiongelea kipindi cha awamu ya ngapi ile? ya nne ilikuwa nadhani ni ya Kikwete, lakini pia awamu ile nyingine tena ambayo ni awamu ilikuwa ya ya ya ya ya, ya Mwinyi, lakini pia hata awamu hii ambayo ndio ya Rais Samia, kwa nini imekuwa mukiwa viongozi upande wa Uislamu kama mnachafua imani yenu mnachafua imani kwa sababu kwenye kipindi kile cha awamu ya Mwinyi ndo kama niliona aliwahi kupigwa makofi na mwananchi kwa kuhamasisha mambo ya kondom, mambo ya ovyo ambayo kwenye dini ya Kiislamu wao kwao ni jambo la kufuru. Sasa sijajua kwamba pengine ni shida ni malezi ya dini ya Kiislamu, kwa sababu mimi nijuacho, eh, kazi kabisa ya dini ni kutupandikizia kutupandikizia ubinadamu, utu na ubinadamu na kuwa na hofu ya kimungu ndani. Kwa sababu mi nijuacho, mwanadamu ukisipokuwa na mafunzo ya kimungu yenye kukutia hofu ya kimungu utafanya mabaya kila namna, ukiwa unaishi kwamba ndio watu watakuogopa, ndio watu watakutetemekea, lakini kumbe hakuna, hakuna. Kwanza mi nisemacho, munachafua tu dini ya Uislamu kwa sababu wako hata waislamu wenyewe ambao tunaishi wao sio kopi wao ni original wanakuwa wanakataa na kusema hakuna mafunzo ya Uislamu yanayoruhusu watu kutekwa watu kupotea kwa steli hii, na kiongozi wa, wa, wa, husika, kiongozi husika wa nchi unakuwa hutoi tamko la ukali kuonyesha kwa mambo haya ni mabaya kiasi gani? Sasa narudi hapa kusema kwamba msichafue dini ya Uislamu, msichafue dini ya Uislamu. Mi si msilamu lakini nahisi Uislamu kabisa kabisa, sikuwa na chuki na watu fulani kwa sababu sio wa dini yako. Hapana, mi naishi, hata kumshawishi mtu awe muislamu ni kujaribu kufanya vitu vitakavyomshawishi kuvutiwa na dini ya Kiislamu. Nichawahi kumfuatilia Shehe Sharifu wakati fulani, aliongeongea maneno kama hayo. Sasa nisemacho ni hivi kwamba naishi, mkitenda vyema mkifanya vizuri, mtapata vibali kwenye mioyo ya watu. Wakati mwingine miwaganaweka hiki kitu kwamba kuna watu wanasema mbona kwenye kipindi cha Magufuli mkoa wa Mwongei mlikuwa wapi? mkoa wa Mwongei kipindi. Unajua, wakati mwingine mbu tujaribu kuangalia kazi za Magufuli na kazi za rais Samia, utakuta kazi za Magufuli zilikuwa zinamtetea mwenyewe, yani kuna mtu hata hata hata hata tu, tu, tu, tu, tu na, na hofu tu ya kimungu. Hata tu mtu asiye na hofu tu ya kimungu, kuna vitu vingine ukivizumu ukivi na ukivitazama ni unaona wazi, vitu hivi vinamtetea mtu huyo mwenyewe moja kwa moja, muhusika awe hai asiwe hai. Magufuli uja unaona alivyovifanya vinamtetea awe hai asiwe hai. Unaona hata walipotea kwa watoto aliongea pale, nadhani si ni Njombe, asema siku nyingine wakipotea tena, akataja baadhi ya watu, asema mtakuwa hamna kazi, na wakati huo kuna watu walifutwa kazi. Sasa vitu vile vinamtetea, lakini huku kwa upande wa rais wetu ambaye ndo Samia asema kifo ni kifo tu, ni kuto kuonyesha uchungu na maumivu ya, ya watu ya roho za watu. Lakini pia mbwa angalia Magufuli alipokuwepo, unaona ni alikuwa anasimamia kila kona, atapita kujaribu kujua machungu na maumivu ya watu. Kila kona alikuwa anapita, na akisikia kuna mtu kaonewa, jua kuna jambo litafanyika. Lakini sasa tunaona tumeingia kwenye kukopa kila kitu, sasa imekuwa ni kukopa. Tunasikia kama hayo ambayo Afande Polepole anasema makaa ya mawe yanachukuliwazi, nani sasa hivyo vitu kwa vyote vile usifikiri kwamba watakuwepo watu ambao mfano kama wenye wenye akili kama za kwangu, nitakuwa nikipongeza na kusema hamna shida a a, hapana. Sasa nisome maandiko haya kwa kumalizia, katika kitabu cha Mwanzo sura ene msale tu wa ngapi hapa sita. Nisisome kisa chote, ila tunifupishe kidogo fupisha tu kidogo wa Habili naye au msari wa 3 nasema, ikawa hatimaye Kaini akaleta mazao ya alizi sadaka kwa Bwana. Habili naye akaleta wazao wa kwanza wanyama wake na sehemu zilizonona za wanyama. Bwana akamtakabali Habili na sadaka yake, bali Kaini hakui, hakuitakabali wala sadaka yake. Kaini akaghadhibika sana uso wake ukakunjamana. Bwana akamwambia Kaini, kwa nini una ghadhabu, na kwa nini uso wako umekunjamana? Kama ukitenda vyema hutapata kibali, usipotenda vyema zambi iko inakuotea mlangoni, nayo inakutamani wewe, lakini yakupasa uishinde. Sasa iki kisa kinazungumzia walikuwepo watoto wawili wa Adamu azani kisa iki hata kwenye kitabu cha Qurani kitakuwepo walienda kutoa wote sadaka wawili, mmoja alipeleka sadaka ya mazao ya ardhi, lakini mwingine alipeleka sadaka ya wanyama wake ambao akiwachunga. Sadaka ambayo ya huyu ambaye alipeleka wanyama akatoa sadaka, ilikubaliwa mbele za Mungu, lakini Kaini haikukubaliwa mbele za Mungu hiyo sadaka yake. Sasa mimi nahisi huyu Kaini ingebidi amfuate ndugu yake ajifunze kwake, amuulize we, kwa nini sadaka yako imepata kibali mbele za Mungu? Au ikiwezekana atumie nyenzo ambazo alizozitumia ndugu yake, sababu alikuwa ni ndugu yake, atumie nyenzo zile za ndugu yake ili aweze kupata kibali mbele za Mungu. Lakini akuja kuona likapata ghadhabu, likaanza lika kuchukia na kumia, kwani mimi amnipendi, kwani a a yako matendo ziko namna ambazo unazozifanya ni za hovyo, watu watakuchukia tu. Na na uhakika nawahakikishieni, awamu hii tena, kama hawa watu wasiojulikana wataendelea tena kuchukua chukua watu na kuteka watu, mi nawambieni, utawala wenu hautasimama wedha, kwa kupitia Mungu mwenyewe atawaangusha au aidha kupitia watu, tena wanaweza wakaamka waka waka tena na kufanya lolote tena. Naamini msiamini, isingetumika namna ya ambayo watu walikuwa napigwa risasi, mlikuwa mnapinduliwa kabisa. Nawaambie yangetumika tu mabomu ya machozi peke yake, mbona tungekuwa tunaongea mengine hapa. Sasa mimi nawaonya na wa, nawaambia na kama mtu wa Mungu kama mtumishi wa Mungu nawaambia kama haya mambo yataendelea tena, ya watu kupotezwa potezwa, kupotea afu wanakuwepa watu, tukiwapoteza polisi msiwatafuta, na zikawepo skendo skendo, fulani amemteka fulani, kateka mtu fulani, hawa ma, maafisa wa polisi wanaotaja toja kina Mafuere, twendeni mbele, twendeni mbele, mtakuja kuyakumbuka haya maneno naye yasema hapa. Mi nasema wito wangu tuwe na mioyo ya ubinadamu tunaposikia mwingine kaumia basi tuwe na namna ambazo tutaonyesha ukali na kuchukizwa na watu hao kuumizwa lakini vinginevyo nchi hii haitatawalika haitatawalika watu watakuwa na makovu ndani ya mioyo yao na vitakuwa visasi vingi vya wananchi na askari vitakuwa vikiendelea na viongozi wengine wa chini kwa sababu kuna mali pengine ambapo mimi ndio kijini kwetu kule Biwana alikuwepo kiongozi ambaye alimchomea nyumba yake. Hii ni kwa sababu ya mambo kama haya, ambao watu wanakuona, mbona yanafanyika ya hovyo hovyo tu. Kwa hiyo sasa, najua kwa haya, kipenzi na rafiki yangu Martin James, mpaka leo sijui alipo, kwa haya naye alikuwa anayazungumza. Hatuna chuki yoyote ya kidini, hatuna chuki yoyote, hatuna chuki yoyote, ila tunayaongea haya kwa sababu ndiyo yatakayoliponya yatakayo taifa letu na kuliweka mahali salama. Sasa iwe kwa haya kwamba nitaanza na mimi kutafutwa, kuwindwa kwa namna yoyote pote lea pote. Ila nisemacho ni kwamba yote haya ni niju, juacho yana mwisho wake. Na mimi nafanya haya kwa sababu naishi, nalipa fadhila kwa Mungu aliyeniacha duniani hapa. Na malizo wa kusema ni sauti ya mtoto wa mtu aliye kutoka nyikani, anasema itengenezeni njia Bwana, anyosheni mapito yake. Heri mtu yule afai katika Bwana tangu sasa, apate kutimiza wajibu wake angali akiwa yuko bado. Ninatazama Mungu mhukumu wa haki wa kila mtu, yuyo aja na malipo, na hii ndiyo maana ya neno Maranatha. Amen.